Chuo kikuu cha kiufundi cha Technical University, TUK kimekiri kuwa sasa hakina pesa za kuendesha shughuli zake na kimesalia tu na malimbikizi ya deni, usimamizi wa chuo hiki ukisema kuwa umezongwa na madeni haya na hakiwezi kabisa kujikwamua wala kuwalipa hata wafanyakazi wake. Na kama anavyotuarifu Willy Lusige, kamati ya bunge kuhusu elimu pia imefahamishwa kuwa kwa sasa chuo hicho kimesalia kusuasua kusalia wazi Yes, to, yes. Kada, kada, usimamizi wa zamani na wa sasa wa, wa chuo kikuu cha kiufundi cha Technical University, TUK ulijipata njia panda ulipojaribu kuelezea kwa nini chuo hicho kimezama katika madeni ya mabilioni ya fedha pamoja na misururu ya migomo kutokana na kushindwa kulipa mishahara kwa miaka na mikaka Prof, kamati ya bunge ya uongozi na elimu ikipigwa na mshangao ilipofahamishwa kuwa wafanyikazi pamoja na wahadhiri wa chuo hicho hawajawahi kupokea mishahara yao yote tangu mwaka elfu mbili kumi na tatu wakati chuo hicho kilipewa cheti cha kuwa chuo kikuu. Sababu kuu ya chuo hicho kushindwa kulipa mishahara ikiwa ni kuwa chuo hicho kimewaajiri wafanyikazi na wahadhiri wengi kuliko idadi inayofaa kukidhi mahitaji ya chuo hicho, hatua inayosababisha kushindwa kulipa mishahara. Masaibu ya chuo hicho yakijumuisha kushindwa kulipa makato ya wafanyikazi kwa muda mrefu, ikiwemo kutoweka kwa zaidi ya shilingi bilioni tano pesa za zeni madeni ya chuo hicho yakipita bilioni kumi na mbili kamati ya bunge ikibaini kuwa chuo hicho sasa kimezama kwenye shimo la madeni ambalo chuo hicho hakiwezi kujikwamua na kutoa amri ya mara moja ya wakaguzi wa hesabu za serikali kupiga msasa matumizi ya fedha chuoni humo mara moja. Chuo cha TUK sasa hatima yake itasalia kusuasua hadi njia mbadala ya kukiokoa kifedha ibuniwe. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi.